Shukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, kwema, tunashukuru bwana. Tumetoka huko tulipotoka, tumekuja kwako hapa. Uh, tumeona unafanya tiba katika mitandao Ndiyo. Direct Ndiyo. kabisa Sawa sawa. Unafanya tiba na tumekufuatilia muda mrefu, tukaona tuje tukufahamu kidogo na tujue asili ya mambo yametoka wapi, lakini pia tumekutana na watu hapa umetoka kuwafanyia kazi yao Haya, mambo wewe imekuwaje asili yako kwenu, mnayo mambo ama imekuwaje mpaka kufanya hizi kazi, na upata naona umekuwa umetrendi mashuhuri katika mitandao ya kijamii TikTok na YouTube. Tumeona ndio maana tumekuja hapa, sasa tupo introduction, na unafanyaje hizi kazi na ilikuwaje kuwaje mpaka hapa na muda gani umefanya hizi kazi? Uh, mimi kwa majina nadhani naitwa Sharifu, naitwa Sharifu bin Maalim, babangu anaitwa mzee Maalim, sisi asili yetu ni watu wa Tanga, lakini sisi wazazi wetu sana sana anatokea a ah, Mombasa, Lamu. Kwa asili ya wazazi wangu mimi walipotokea. Lakini upande wa baba mamaangu yangu mimi ni mtu wa Gombero. Lakini katika familia swala hili la tiba lipo. Wazee wetu walikuwa wafanya sana mambo ya tiba hususan katika masuala ya vitabu, mambo ya falaki haya nini. Kwa hiyo walikuwa wanapita humo. Na wazee wetu mababu zetu, babu yangu anaitwa Mzee Sharifu. Naye alikuwa anasikia asili yake, naye alikuwa akipita katika mambo haya. Kwa hivyo na mimi mwenyewe pia nikajikuta nipo katika hayo mambo kwa sababu ni story ndefu sana ni siwezi kuielezea yote ilikuwa jikwaje lakini na mimi nikajikuta nipo katika haya majambo nayafanya kipindi niko South Africa Durban. Ushawahi kwenda South Africa? Eh e, yani iyo ndo mara ya kwanza kabisa nakwenda South Africa mwaka kumi. Kule, elfu mbili na kumi ndipo kule shughuli hizi nikaanza kuzifanyia kule sana. Asana, na twende direct kwenye point. Tunaona wanazungumzia kuhusu nyota kumi na mbili zinaelezea kuhusu maisha ya watu, ile jambo wengine wanalifikia tofauti. Je, wewe kama mfanyaji kazi kwenye kati zako za tiba, direct kabisa zina mahusiano na mambo kama yalivyo ama zina ujanja ujanja, ama ni ukweli wa Mungu kabisa? Aa, kwenye ukweli, mimi kwa upande wangu mimi nasema ni kweli lakini mtazamo wa watu wengine wanaweza akasema si kweli, jambo ambalo ni la uzushi uzushi. Lakini mimi kama Sharif Ticha anasema ili jambo lina ukweli ndani yake, na ukimwona mtu anasema ilo jambo si la ukweli, nimejaribu kufanya sijafanikiwa, ajui maana na ajui njia za falaki zikoje, lakini kama ana...